Katika mchezo wa kuhitimisha ligi kuu ya kandanda Tanzania bara NBC msimu wa 2024-2025. Leo ni siku nyingine ambayo kihakika wanakutana kwenye kuhitimisha ama kufunga pazia la ligi kuu ya NBC. Kumbuka michezo yote iko live. Miamba hii inajaribu kupambana katika michezo ya kujenga ama kurejesha heshima tu, wamekuwa wakichezea vichapo. Na assalamu alaikum, popote pale ulipo karibu sana katika dimba la CCM Mkwakwani, ligi kuu ya NBC, Coastal Union kutoka Tanga, wagosi wa kaya dhidi ya Tabora United, asali ya Tabora. Kwenye dimba hili karibu sana, tushuhudie dakika 45, na nitakwenda kuibuka na chochote kitu. Mimi ni Juma kinaanguka toka sote hapa tukishuhudia dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza na Emmanuel Samuel Emmanuel, Emmanuel Samuel, Emmanuel Samuel, tu, Emmanuel Samuel kwenda nje kule. Nicole Kick. Ilikuwa ah, ni shambulizi mbalo, kosi yene mbidi. Wajitizame kwa uzuri. Miraji Abdalla anakwenda kuweka ndani kumtafuta. Kapita naye kule nafasi ingine ya Kikoti, weka vipasi, kwa na jani kule kushika kumalizia. Hey. Mzaliwa wa katika mji wa Bali, Abia. Haya, kona hiyo anayzungushwa ndani kuna nafasi gonga kichwa kile ni. Tikitaka kule kwenda mchezo mzuri kabisa ule ni Jean Noel. Moja, mbili, tatu na naingiza nanikataa kule miaka uzuri kabisa nam. Dakika 45 zimekamilika katika dimba la CCM Mkwakwani hapa jijini Tanga, ligi kuu ya NBC, Coastal Union dhidi ya Tabora United. Miamba hii ikienda dakika 45, ikiwa hakuna mbabe hadi hivi sasa, akienda eh, kupata mawaidha mengine E, pengine ambayo inaweza kuleta mabadiliko katika dakika 45 za kipindi e, cha pili, lakini kwa kipindi cha kwanza ndio imekuwa namna hii. Naam, salamu alaykum kwa mara nyingine tena popote pale ulipo e, mtazamaji, karibu sana tushuhudia dakika za lala salama, ligi kuu ya NBC, Coastal Union wa kaya dhidi ya Tabora United ligi kuu ya NBC. Mimi ni Juma Kinaanguka, bado tuendelea kwa sote dakika hizi za jasho na damu, raia wa Nigeria Shedrack. Haya, Bakari Selemani anaiweka sehemu sahihi, nafasi kwa kos kata kule mda mlango Cheno. <coughs> enolamone <coughs> Haya, anarejea tena, pigwa chi kata kule. <coughs> Jail. Fanya save ya mana na kuweka salama. Haru Muhammad, anategeana hey. Sidhani kama tabaki salama ni nafasi kwa Tabora United, anjehu Tabora United wanatangulia, weka kambani. Emmanuel Samuel anawatanguliza Tabora United. Makosa ambayo amekwenda kuyafanya Coastal Union yanakwenda kuwa gharimu. Tizama namna ambavyo alichukua Emmanuel Samuel na akaiweka sehemu sahihi akiwatanguliza Tabora United kama tabaki hivi hivyo akipoteza nyumbani michezo mitano. E, haya, nafasi ya Coastal, umemdundukia mkononi kabisa na anacheka. Namna monome pasi imefika maridari kwa Bakari Selemani, msimu wake kule bado semfuko, semfuko kanataka kupita, offside na foul na mwamuzi na anajisachi. Obstruction. Yesho kadi njano Kevin Pemba Kingu, Miraji Abdalla Zambo Junior. Moja mbili tatu, anaizungusha nani huko, Gonga kichukule, nafasi Kikoti. Malizia kule namna gani, kule kwenda nje, kwani goal kick. Goal kick. Aidan Rasmus goal kick defender, ambaye amepiga utosi wa maana lakini amepiga kwenye utosi takiwa piga kwenye, ee, te, kwenye paji la uso mlinzi wa kulia wa Coastal Union. Tizama kona ya mbali kwenda kuichonga ile, Miraji Abdallah ekaeka ile. Kikoti alijaribu kurejesha hivi, lakini kuna nafasi nzuri na epiga na ee, kwenye paji la uso ingekuwa na shughuli nyingine tena kule. Haya, ligi kuu ya NBC nyota wa zamani wa Enugaya, nafasi kule Amara Bagayoko Amara, weka pasi nzuri kwa Bakari Selemani Bakari Selemani msimu ilikuwa nafasi hey, nzuri kwa Bakari Selemani msimu hey, Joseph wasi hapo nao Joseph hey, kandani kule kwa nyak chuma Ramadhani alijaribiwa ile na Shedra Kasebo. Haya, tamaliza nyingine tena huko, anaondoka Aidan Kidunda, hana mashaka kabisa Ambia ni janja ya kupoteza nini na ni foul, wanapata Coast Union wakati Captain Kevin Pemba Kingu, uh, wa Tabora United akisema yuko nyuma pale Kikoti. Kikoti, anapiga chichi na penalti! Penalti anapata Coast Union. Wanapata penalty. Wanapata penalty. Refa mwenyewe anacheka hiyo hapo, mwamuzi akasema weka hapo. Haya, moja, mbili, tatu! Lucas Kikoti, Lucas Kikoti, Lucas Kikoti yote zamani na Mungu. Anarejesha mchezoni jioni kabisa, Coastal Union akiamsha shangwe la wagosi wa kaya, mashabiki wao. Ni moja moja, namna ambavyo aliuweka mlinda mlango Jean Noel aliufuata, lakini ulikuwa na kasi ya SGR, ikiwa ni hoihoi na shangwe kwa mashabiki wa Coastal Union. Naam, dakika 90 zimekamilika katika dimba la CCM Mkwakwani, Coastal Union dhidi ya Tabora United zikitoshana nguvu ya moja moja, mwamuzi Rafael Kambi akisema imetosha kuwa ni moja moja kutoka. E, hapa full time, Coastal Union moja Tabora United moja. Mimi ni Juma kinaanguka hadi wakati mwingine, pengine msimu ujao. Kwaheri kutoka CCM Mkwakwani jijini Tanga.